karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukerebe, Bukerebe TV. Habari, habari za wakati huu. Karibu katika mwongozo wa kujifunza Biblia na leo tunaangazia lesoni ya Jumapili ya tarehe 26 Oktoba 2025. Somo inasema: uovu wa Wakanaani. Usomaji wa Biblia kwa mpango, tunasoma kitabu cha Yoshua sura ya sita. Tuombe. E Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku mpya uliotupa. Tunapoingia katika somo hili, tunakuomba utuongoze kwa roho wako Mtakatifu ili tuelewe vizuri maana ya yani neno lako. Tusaidie kuona upendo wako hata pale unapokemea dhambi, na tupa moyo wa kujifunza na kubadilika. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo, amina. Wakati Mungu alipowaongoza wa Waisraeli kuingia katika nchi ya Kanaani, wengi walijiuliza, kwa nini mataifa yale yalihukumiwa kuangamizwa? Je, Mungu hakuwa na huruma? Ukweni kwamba Mungu alikuwa mwenye rehema na alitoa muda wa kutosha kwa Wakanaani watubu na waache uovu uovu wao mara moja. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na tano na ule mstari wa kumi na sita Mungu alimwambia Abraham kwamba uovu wa Waamori haujakamilika bado, akimaanisha kuwa bado kulikuwa na nafasi kwao kubadilika. Mungu aliahidi kumpa Abrahamu nchi ya Kanaani, lakini hakumruhusu aingie mara moja, kwa sababu rehema ya Mungu ilitaka kuwapa Wakanaani nafasi ya miaka mingi ya kutubu. Hata hivyo walizidi kuwa waovu zaidi. Wakanaani walijulikana kwa tabia zao mbaya tena mbaya sana za kidini na kijamii. Walijihusisha na uchawi, walijihusisha na uwaguzi, walijihusisha na ulozi na hata matambiko ya kidini yaliyochanganywa na uasherati. Walidhani kwamba ibada za kingono zingewachochea miungu yao ya kiume na ya kike kuleta mvua na mazao mengi. Hivyo mahekalu yao yalijaa makahaba wa kiume, mahekalu yao yakajaa makahaba wa kike waliokuwa wakifanya maovu hayo kwa jina la ibada. Mbaya zaidi, Wakanaani walikuwa wanatoa watoto wao wachanga kafara kwa miungu yao kama sadaka wakidhani watapata baraka. Biblia ilikemea jambo hili vikali vikari, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Warawi Walawi sura ya 18 na ule mstari wa 21, usimtoe mwanao kwa moto. Utafiti wa kihistoria na kisaikolojia umethibitisha kwamba Wakanaani walikuwa na desturi ya kutoa kafara za watoto wao hasa wazao wa kwanza. Wanakiolojia wamegundua mifupa midogo ya watoto kwenye maguduria yenye maandiko yaliyothibitisha matambiko hayo. Mazoea ya haya yalikuwa ni ishara ya dini iliyopotoka na isiyomcha Mungu. Taifa haliweze kuinuka kimaadili zaidi ya miungu inayoliongoza kwa Wakanaani, waliabudu miungu ya ukatili, nao pia waligeuka kuwa watu waovu kupita kiasi. Lakini kabla Mungu hajahukumu taifa lolote hutoa muda wa rehema. Wakanaani walipata nafasi nyingine za kumjua Mungu kupitia ushuhuda wa watu wa imani kama Abraham na kama Isaka na kama Yakobo waliokuwa wameishi karibu nao. Waliona matendo makuu ya Mungu alipowaokoa okoa wa Israeli kutoka Misri, na walipata fursa ya kutubu, lakini walikaidi. Mwishowe Mungu aliamua kuikomesha dhambi yao, si kwa sababu ya chuki bali kwa sababu ya kulinda kizazi kijacho na kuzuia maovu yao kuenea duniani. Somo hili linatukumbusha kwamba Mungu si dhalimu, bali ni mwenye haki na rehema. Anavumilia kwa muda mrefu, lakini uvumilivu wake una mipaka. Kama Wakanaani walivyokuwa na muda wa kutubu, lakini wakaukataa, nasi leo tuna nafasi ya kuachana na dhambi na kumrudia Mungu kabla hatujachelewa. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Bali kipawa cha Mungu ni uzima 6, wa milele katika Kristo Yesu. Warumi sura ya sita mstari wa ishirini na tatu. Mungu hataki mtu yeyote apotee, bali wote wapate kutubu na kuokolewa. Tukitazama kwa mfano wa kisasa, ni kama mgonjwa anayeonywa na daktari na kuacha tabia mbaya kama uvutaji sigara. Daktari umwambia mapema, ili apate kupona, lakini mgonjwa akikataa kwa muda mrefu siku moja madhara yatamfikia. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Wakanaani, walipewa muda wa kutubu, lakini walikataa mpaka Mungu waliposema imetosha. Leo Mungu anatuita tutubu na kumfuata Kristo kwa moyo wote, tusije tukachelewa kama Wakanaani. Kanani walipoteza rehema kwa ukaidi wao. Tuombe. Bwana wetu mpendwa, tuna kushukuru kwa kutufundisha kupitia somo hili tumeona jinsi rehema yako ilivyo kubwa na jinsi unavyovumilia kwa muda mrefu. Tusaidie tusitumie vibaya rehema yako kama Wakanaani, bali tuishi maisha ya kutii na utakatifu. Tujalie moyo wa kutubu na tuelekeze kila siku kwenye njia ya haki. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.